Rais wa Marekani Donald Trump amezua mjadala mkubwa wa kimataifa baada ya kutangaza nia ya kuishtaki shirika la utangazaji la Uingereza BBC kwa madai ya kuchapisha taarifa za uongo na za kupotosha kuhusu hotuba yake ya Januari 6 mwaka 2021. Trump anadai kuwa BBC iliariri hotuba hiyo kwa njia ya kudanganya na hivyo kumharibia jina na kuchochea chuki dhidi yake. Katika kipindi cha uchunguzi cha BBC kilichoitwa Panorama kilichorushwa mwaka 2024, shirika hilo lilionyesha sehemu ya hotuba ya Trump iliyodaiwa kuhamasisha ghasia katika majengo ya bunge la Marekani. Hata hivyo, mawakili wa Trump wanasema BBC ilikata na kuunganisha vipande vya hotuba hiyo kwa namna iliyofanya ionekane kama vile Trump alihamasisha vurugu, jambo ambalo wanadai si kweli.

Have not yet begun. BBC ilikiri kuwa walihariri hotuba hiyo kwa namna isiyo sahihi wakitumia maneno ya Trump kutoka sehemu tofauti na kuyafanya yaonekane kama sentensi moja ya kuchochea ghasia. Shirika hilo lilitoa samahani rasmi kwa Trump lakini lilikataa kulipa fidia ya dola bilioni moja kama alivyoomba. Trump ametuma barua ya kisheria kwa BBC akitaka shirika hilo kufuta taarifa zote alizodai ni za uongo kashfa na uchochezi, kutoa msamaha wa adharani kwa upotoshaji huo, kulipa fidia ya dola bilioni moja kwa uharibifu wa jina na athari za kisiasa. Hatua hii ya Trump imeibua mjadala mpana kuhusu uhuru wa vyombo vya habari dhidi ya wajibu wa kutoa taarifa sahihi, mipaka ya uhuru wa kujieleza na athari zake kwa viongozi wa kisiasa, uwezekano wa kuathiri mahusiano ya kidiplomasia kati ya Marekani na Uingereza. Wachambuzi wa siasa wanasema kuwa kesi hii inaweza kuwa na athari kubwa kwa vyombo vya habari vya kimataifa hasa katika namna vinavyoripoti habari za viongozi wa dunia. Tishio la Trump kuishtaki BBC linaibua maswali kuhusu uwajibikaji wa vyombo vya habari na mipaka ya uhuru wa kujieleza. Iwapo kesi hii itafikishwa mahakamani, huenda ikawa ya kihistoria na kuweka mfano kwa mashirika ya habari duniani kuhusu namna ya kuripoti matukio ya kisiasa kwa uadilifu na usahihi.